Katika dunia inayothamini ubunifu na ujumuishi, kuna hadithi zinazovutia ambazo zinathibitisha kuwa hakuna kikomo kwa ndoto za mtu. Moja ya hadithi hizo ni ya Bhoke Manyori, mbunifu wa mavazi mwenye ulemavu, ambaye amebadilisha mtazamo wa jamii kuhusu uwezo wa watu wenye ulemavu katika sekta ya mitindo. Kazi yangu kuu ya ushonaji nimeanza mwaka 2003 baada ya kuhitimu kidato changu cha nne. Nijaribu ku apply sehemu mbalimbali nafasi za kazi, lakini sikuweza kufanikiwa, na ikanipelekea sasa kuamua kujifunza ushonaji. Na ushonaji sio kwamba nilisukumwa na mtu kujifunza, ni mimi mwenyewe nilipenda kujifunza, kwa sababu nilitamani kuwa fundi, na mbali na kuwa fundi na iwe moja ya ajira yangu. Bhoke alizaliwa na ulemavu hata hivyo hakuacha hali yake kuwa kikwazo katika kufanikisha ndoto zake. Nice, nahisi ndio kipaji Mungu alichokuwa amenipa toka mwanzo. Ndio maana nilivyojifunza, nilipenda kazi yangu na mpaka sasa naipenda. Mapokeo ya familia yangu yaliipenda, kwa sababu wateja wangu wa kwanza nilianza na familia yangu, umeelewa nilianza na familia yangu, yaani wateja wangu wa kwanza yule yule mama mama yangu, nimwambia nunueni vitambaa vya familia kao. Mi nilianza kushonea ndugu zangu, mama yangu hivyo kwao. Baada ya kushona basi, walipokea na mpaka sasa kazi yangu mama yangu anaikubali, na alinipa watumishi wenzie wakawa wateja wangu. Pamoja na kwamba ni mzazi wangu, sikuwahi kumshonea bure juhudi zake zimepokelewa kwa shangwe na jamii na hata kupongezwa na viongozi mbalimbali wa serikali. Pia ameshiriki katika maonesho mbalimbali mbali ambapo amepata fursa ya kutangaza kazi yake na kuwa kielelezo kwa wengine. Kuna mkuu wa mkoa nilianza naye mkuu wa mkoa mtaka mshoni akaunda moja suti ilikuwa ni nzuri kwa kweli na shukuru Mungu, na hata sasa hizi nikikutana naye kikutana na watu wanaambia, jamani, huyu ni fundi wangu kwa bado anaendelea kunisipa japokuwa amehama, yuko Njombe, lakini tukikutana naye kwenye matukio lazima aniite, anitambulishe kwa watu wengine kwamba jamani, mliopo Dodoma, huyu ni fundi mzuri. Umeona eh? Bado kuna mkuu wetu wa mkoa Sinyamure, naye pia tayari nimtengenezea kazi yake nzuri. Tuliwahi kumfanyia kazi Rais la Samia, lakini ile ilikuwa ni ya tulialikwa kwenye hafla ya watu wenye ulemavu Chamwino Ikulu. Kwa hiyo kuna nguo nilimwa, nilimtengenezea. Kwa hiyo tulimkabidhi pale alipewa alikabidhiwa na waliokuwa wameandaliwa. Kwa sasa yeye hawezi kujua ni nani aliyetengeneza ile nguo. Kwa hiyo nashukuru Mungu, naamini ile nguo hata akikaa akiangalia, anajua nilipewa na watu wenye ulemavu. Japo hawezi kujua ni nani lakini naamini ipo siku atanifahamu siku moja. Kwanza cha kwanza ni kukipokea. Hata kama hajakivaa, lakini alikipokea na pamoja na kwamba likipokea, bado huwa anaendelea naamini kutathmini ni nani aliyetengeneza hiki kitu. Sasa naamini ipo siku sasa ambayo haina siku haina jina, lakini naamini ipo, atakuja kugundua ni nani aliyetengeneza. Kwa mimi nashukuru kwanza kupokelewa. Unajua, ukiwa fundi unatamani kuwavisha watu wengi, umeelewa? Usitake kutamani kumvisha mtu mmoja tu unatakiwa utamani kuwavisha hata viongozi wengi. Kwa sasa nataka nimvishe spika, natamani nimvishe Tulia Ackson kabla hajatoka kwenye uspika. Nafkiri yule ni amebeba mhimili wa serikali naye vilevile, kwa akivaa tiari, naamini ni kiongozi ambaye naye ni mkubwa aliyevaa vazi kutoka kwangu. Kwa hiyo huyo ndo natamani sana sana sana kwa sasa hivi ni mvishe na ukizingatia, ni rais wa mabunge sijui, so, unayoelewa ko bado ni ana cheo kikubwa. E, natamani ni mvishe spika. Bhoke anawatia moyo watu wenye ulemavu kwamba wasisite kufuata ndoto zao, kwani si mwisho wa kujituma na kuamini katika uwezo wao, wanaweza kufanikisha chochote wanachotaka katika maisha yao. Kuzaliwa na ulemavu sio kwamba ni mkosi kama zamani ilivyokuwa inadhaniwa, lakini mi nimekuja kuona kuzaliwa na ulemavu ni kusudio la Mungu. Kwa nini kusudio la Mungu? Aliweka mtu mwenye ulemavu ili watu wote tuheshimiane, kwamba inawezekana ukawa we mzima, lakini ukashindwa kufanya kitu, ukawa ni mlemavu wa akili lakini akawa huyu mlemavu wa viungo, asiyeona, asiyefanya nini, lakini akafanya kitu kikubwa kuliko hata ambaye asiye na ulemavu, akamshinda yule asiye na ulemavu kufanya kitu kikubwa kuliko. Kwa sasa, mwenye ulemavu nataka kumtia moyo na kumjenga tu kiimani kwamba asikate tamaa, kwa sababu Mungu anapokuwa amemuumba mwenye ulemavu, ana kila mtu aliyeumbwa duniani, naamini ana kusudi lake. Kwa nini nasema hivyo? Ana kusudi lake. Hata kama we ni mzima bado Mungu amekuweka kwa kusudi, na ndio maana tuna inaenda sasa hivi, aliyekuwa mzima alikuwa akimcheka mlemavu, lakini sasa unakuta kuna wazima waliozaliwa wazima, mwisho wa siku wanaishia kwenye ulemavu. Kwa hiyo mzima wa leo, na kanuni yangu ya kusema, mzima wa leo ni mlemavu wa kesho. Hadithi ya Bhoke ni ushuhuda wa kuwa ubunifu haujui mipaka, na kwamba kila mtu anayo nafasi ya kung'ara katika kile anachokipenda. Kwa juhudi zake anaweza kubadilisha tasnia, kwa juhudi zao wanaweza kubadilisha tasnia ya mitindo na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa ujumuishi katika kila sekta. Kutoka Dodoma, Gideon Gregoli, Jambo Digital.